kwa wale wataalamu wa kubeti, kuna betting za aina mbalimbali. Kuna watu ambao wanatumia mikeka kabisa kuenda kwenye zile sehemu za betting kusuka mikeka. Kuna watu ambao wanafanya betting kupitia applications na kadhalika. Sasa kuna ule mtindo wa kubeti kwa kutumia Aviator kama unavyo katika hipicha na hii ni betting ambao watu wanasema kwamba yani ni rahisi sana, ni rahisi ku bet na kutengeneza mkwanja ndani ya muda mfupi tu ikiwa umewin. Na ni moja mchezo pia ambao watoto wa kike pia wamekuwa wakikimbilia hata hapa nchini Tanzania. Sasa kuna ile ambayo limeweza kumkuta raia wa nchini Kenya kupoteza kiasi cha fedha milioni 2.8 za Kenya so, na pesa za kitanzania milioni 57 kwenye mchezo huu ama ama kwenye mchezo huu betting ya Aviator ni kile kindege. Raia huyo ambaye amefahamika kwa jina la Dismas Mutai, ama mwenye kulieka hili wazi na hili kufuatia kuwa pesa zile zilikuwa ni kwa ajili ya kufanya masomo yake, yani kwenda kusoma Uingereza. Imeelezwa kuwa kijana huyo alikuwa amejiandikisha katika chuo kikuu cha Anglia Ruskin mjini London, Uingereza kwa ajili ya kozi ya mwaka mmoja, yani kuanzia mwaka huu 2025 mpaka mwaka 2026. Na na kwa ajili na na ya usimamizi wa miradi ya kimataifa na Aliamua kuzichukua pesa hizo na kucheza mchezo wa Aviator ambapo zimeliwa zote. Sasa baada ya kuona kuwa kiasi hicho cha fedha kikubwa ameweza kukipoteza akaamua kulia ama kutoa kwake moyoni kupitia Facebook, ambapo tuliandika sipo sawa na siwezi kujifanya kuwa niko sawa. Nimeingia kwenye mtego, mtego mkubwa sana, mtego ambao sikutegemea kama unaweza kuathiri maisha yangu. Depression naona kabisa kinimaliza. Nadhani hata kwa tongo karibu wamekwisha kuona baadhi ya mabadiliko yangu. Aviator imechukua kiasi changu cha fedha za Kenya milioni mbili nukta nane. Hizi si pesa zangu za, ni pesa za watu. Kisha ikawa maomba radhi kwa wazazi wake na kusema kwamba, kwa mama yangu na familia yangu yote kwa ujumla naombe ni msamaha. Ninaamini kwa namna gani ambavyo mlikuwa mkiniamini, na mimi nina madhaifu kama mwanadamu mwingine, na huenda haya akawa ni mapungufu yangu makubwa kabisa. Huenda mimi kusoma Uingereza sikupaswa kufanya hivyo, lakini tafadhali, naombeni chance nyingine. Nahitaji kuendelea kuishi na kuwa mfano mkubwa kwa watu wengine. Katika chapisho lake kwa mataja baadhi ya viongozi wakubwa waliokuwa wa kiserikali kama aliokuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko, mbunge Oscar Sud, senator Samson Cheragei, governor Stephen Sang miongoni mwa maafisa wengine wa serikali kutoka kaunti ya Nandi. Sasa hii ni taarifa kubwa ambayo imeweza kugusa watu wengi sana, kwa sababu ni kiasi kikubwa sana ambacho alikitumia kwa ajili ya kucheza mchezo wa Aviator. Huenda alihitaji kuongeza fedha zingine, lakini fedha hizo zikawa zimiliwa zote. Sasa mmoja wa watu wa karibu wa kijana huyu, kijana huyu aliyefahamika kwa jina la Jos Ngwatu ama kwenye mtandao wa kijamii upande wa Facebook anatumia Jos Ngwatu the Gatoto. Alikuja kuandika hivi kuna taarifa kuhusu Dismas Mutai kupoteza kiasi cha fedha za Kenya milioni 2.8 kwenye mchezo wa Aviator. Mimi na Dismas tulisoma pamoja na nilipoona hii taarifa wiki moja iliyopita nilimpigia simu. Dismas alimweleza kuwa alikuwa amepata nafasi katika chuo kikuu kilichoko kwa Uingereza kwa ajili ya masomo yake ya uzamili. Ili kuigharamia ada yake ya masomo na gharama za kusafiri, familia yake iliuza shamba, lakini tatizo likatokea kupata taarifa ya bank, yani bank statement hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa. Na rafiki wa familia hii alihusishwa na akakubali kuweka kiasi cha fedha za Kenya milioni moja nukta nane kwenye akaunti ya Desmas huku, mtu mwingine pia aliomba msaada na akaweka kiasi cha fedha za Kenya milioni 1 kwenye akaunti hiyo hiyo, yani kufikisha kiasi cha fedha milioni mbili nukta nane za Kenya. Mpango ulikuwa kurejesha pesa kwa miliki wake mara tu baada ya taarifa ya bank statement kutimia lakini sasa kilichotokea ni kwamba fedha hizo zikawa zimetoweka ikawa zimetowekana kutokana na, na Musika, kucheza kwenye Avieta, na lichokuwa upande wa bank statement kiasi cha fedha bado kilikuwa kijakamilika. Sasa haya ndio ambayo ameweza kuchukua nafasi, na mwisho mwisho tu kusema kwamba inabidi michezo ya betting kama Avieta na paso kudhibitiwa kwenye taifa la Kenya. Ulikuwa ni upande wa rafiki yake ambaye alizungumza kile ambacho kilikuwa behind ambacho Musika